Habari ya muda huu, msikilizaji na mtazamaji wa Mseto Media. E, ikiwa ni mwanzoni kabisa mwa mwaka 2026 mezani mwetu tumefukiwa na taarifa mbaya ya majonzi kumhusu mcheza mpira a star wa mpira wa miguu mzaliwa wa kule Burkina Faso, Aziz Ki. Inadaiwa tayari familia zimekusanyika kwa pamoja kuomboleza huku ndugu jamaa na marafiki wakituma salamu za pole na jumbe za faraja. Na sisi tunasema pole sana kwa familia nzima ya Aziz Ki. Mtazamaji wangu hakikisha umebofya maneno subscribe ili usio unapitwa na taarifa zetu. Mimi ni Reika Vishe. Kwa wale ambao hawamjui Aziz Ki kwa udogo kabisa, ni wajuze, ni star na mchezaji maarufu wa mpira wa miguu, mzaliwa wa kule Burkina Faso, na anachezea pia timu ya taifa hilo la Burkina Faso. Aziz Ki pia aliwahi kuchezea klabu ya mpira ya Yanga kwa mafanikio makubwa sana, na kuwa namba kumi maarufu kabisa Tanzania. Kabla ya kuweza pia kucheza Yanga, alitokea kule Ivory Coast katika timu ya ASEC Mimosa. Baada ya kuweza pia kucheza Yanga, Aziz Ki alitimkia kuweza pia kutafuta changamoto zaidi katika timu ya Wydad Casablanca kule nchini Morocco, ambapo basi anacheza huko mpaka sasa hivi Ukiachana okay, na hayo yote, ikumbuke kuwa Aziz Ki ni shemeji kwa Watanzania, kwani alimuoa na kuweza kupia kufunga ndoa na mwana mitindo modo wa Tanzania, lakini pia mwigizaji eh, hapa namzungumzia Hamisa Mobeto ambaye mpaka sasa ni mke wake halali na mara nyingi basi tunaona wakisapotiana. Sasa taarifa nzito za kifo zilizotufikia kumhusu Aziz Ki ni kwamba mchezaji Aziz Ki amefiwa na mtoto wake wa kiume . Taarifa zilizotolewa na kurasa za mitandao ya kijamii ya Waidadi Casablanca zimetoa pole kwa mchezaji wao Aziz Ki wa kumpoteza mtoto wao wa kiume . Waidadi hawajataja moja kwa moja jina la mtoto huyo, lakini vilevile vile chombo kikubwa cha habari za michezo TV3 Digital, wachezaji wa Burkina Faso pamoja na Waidadi wameanza pia kutoa pole kwa Aziz Ki kupitia mitandao yao ya kijamii, kitu ambacho kimezidi kuthibitisha juu ya taarifa hizi. Taarifa za uchunguzi zina dai Azizi ana mtoto Tanzania aliyezaa na mtangazaji mmoja, lakini pia ana watoto kule kwao Burkina Faso na mmoja Ivory Coast. Mseto Media tunaendelea kufuatilia ili kujua kwa hakika ni kifo cha mtoto yope. Tunatoa pole dhati kwa Aziz Ki na familia yake. Na wewe unaweza andika pole zako hapo chini kumtankia ama kumtakia pumziko la milele mtoto huyo. Endelea kufuatilia kwa taarifa zaidi. Mimi ni Rei Kaveshe. Hakikisha umesubscribe, Comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere